Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa Mahakama ya Rufani Mheshimiwa Jacobs Mwambegele, amewataka waandishi wasaidizi na waendesha w wa vifaa vya bayometriki kufuata sheria, kanuni, na miongozo na maelekezo mengine ya tume wakati wote wa utekelezaji wa majukumu yao, ikiwa ni pamoja na utunzaji wa vifaa vya uboreshaji. Jaji Mwambegele ametoa maelekezo hayo leo alipotembelea na kushuhudia mwenendo wa mafunzo ya siku mbili ya uboreshaji ngazi ya kata yanayoendelea kwenye jimbo la Ukonga katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Naomba katika kufanya kazi ambayo kwayo mnafundishwa hivi leo mkafanye kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu. Vyote hivyo mtafundishwa. Lakini pale ambapo unaona umekwama Usisite kuwasiliana na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwanza, kituoni mtakuwa wengi, na pia watakuwepo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, simu mtakuwa nazo. Unapoona umekwama, unahitaji kufanya chochote au kutroubleshoot mashine za BVR, tafadhali fanya hivyo ili usi kamishe zoezi. Pia ningeomba mkafanya utunzaji bora wa vifaa. Vifaa hivi kama isingekuwa kutunzwa vema, ninyi msingekuwa hapa leo vimetumika nchi nzima katika zoezi hili. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilijipanga katika mizunguko kumi na mitatu. Tumekwisha kumaliza mizunguko kumi na miwili na kuzungukia mikoa yote ya nchi hii ikiwemo Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Ninyi Dar es Salaam mko katika mzunguko wa kumi na tatu, na tunatumia vifaa hivyo hivyo ambavyo vimeru, vimenunuliwa na pesa ya mlipa kodi kwa bei ya juu sana. Kwa hiyo nawaomba, ndugu washiriki, mvitunze vifaa hivi kwanza, wakati wa mazoezi leo na kesho, lakini pili, wakati wa zoezi lenyewe ambalo limepangwa kufanyika tarehe 17 mpaka tarehe 23 ya mwezi huu. Vifaa hivi vikafanye kazi katika mzunguko huu wa kwanza, kwa sababu sheria inatuhitaji tuboreshe daftari la kudumu la mpiga kura mara mbili kati ya uchaguzi mkuu uliomalizika na ka uteuzi kwenye uchaguzi mkuu unaofuata. Naye mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa mahakama kuu, Mheshimiwa Asina Omar amezungumzia umuhimu wa waandishi wasaidizi na waendesha vifaa vya bayometriki kutumia kauli nzuri kwa wateja wao Wakati wanapotekeleza majukumu yao kwenye vituo vya kuandikisha wapiga kura. Mheshimiwa Asina Omari ameeleza hayo alipotembelea na kukagua mafunzo kwa watendaji wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika halmashauri ya manispaa ya Temeke. Tunaenda vituoni kuhudumia wananchi. Lugha, jamani. Lugha, kauli tukatumie kauli nzuri, makini, sije nikawa nimeeleweka na, nasema lugha Kiswahili si ndio? Tutumie kauli nzuri. Gen Z tupo, yale mambo yetu ya ah, mimi sio Gen Z. Ninavyosema mambo yetu, mambo yenu nyinyi, sio mimi <laughs> yale mambo yale ya "oya mzee". Unamkuta mzee wa watu, Mwinyi wa watu, kaja kuboresha taarifa zake, alafu "oya mzee, shasha basi". Aa, tunahudumia watu, si ndio? Eh? lugha zetu, haiba zetu. Kweli unaweza ukawa umechoka, lakini unahudumia si ndio? Ukija kituoni umevurugwa, alafu kakutana na mteja naye kavurugwa, patavurugika si ndio? Lakini mwisho wa siku, yesi, mteja we ndo mtu wa huduma. Mambo yetu mengine yote tuyaache huko, twende pale tukiwa na lengo la kuhudumia. Uweledi ni pamoja na kukumbuka ya kwamba uko pale kufanya kazi ipi. Unamdai sio? Amekuja ehee, eh, nimekuona leo, tunamalizana hapa hapa. Yaani leo hapa hapa tunamaliza kwenye mkataba wako wa ajira, hamna kukusanya madeni, si ndio? Eh, mna kinyongo huko, mlinyimana namba za simu mlikabana sijui kwenye kona gani mnabishanaga mambo ya timu za Kariakoo yaache pale huko. Kazini kazi yako ni kuandikisha wapiga kura, na ndio kazi hiyo tu iliyokupeleka hapo. Hayo mengine utaenda kuyafanya kwa wakati wako. Maelekezo yetu yanasema tunaandikisha, lakini pia tunaandikisha tu na kuboresha, lakini pia tunatoa vipaumbele, na timu inayotoa elimu inasisitiza hilo kwamba wananchi waje, kuna vipaumbele kwa makundi maalum. Sasa, ndugu zangu, na haswa waandishi wasaidizi, kwa sababu mtu wa kwanza kwenye kituo ni mwandishi msaidizi. Kwa hiyo yeye ndio ana urahisi wa kuangalia wapiga kura waliokuja pale au wateja waliokuja. Ukijifungia tu ndani huangalii, maana yake kinachotokea ni kwamba ah, hawa anatuambia kuna kipaumbele, hamna chochote. Lakini saa nyingine inahitajika utoe elimu kidogo, kwamba tunawapisha watu wazima, kwa maana ya wazee, tunawapisha kina mama wajawazito, au kina mama wenye watoto wali, wachanga waliokuja nao kituoni, tunawapisha watu wenye ulemavu. Ni maelekezo, si ndio? na kutengeneza mpango ambao kila mtu atahudumiwa. Kuna maeneo inawezekana watu wanaokuja wenye mahitaji maalum au makundi maalum ni wengi kuliko hawa wengine. Sasa si ndio, wataanza kuuliza kwa hiyo sisi ndio vipi? Unaelimisha, lakini unatengeneza mpango wa kufanya nini, wa kuhudumia. Usibishane, usitoe majibu ya kukera. Afisa mwandikishaji wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam wakili Faraja Nakuwa ametumia fursa ya mafunzo hayo ya siku mbili ya waandishi wasaidizi na waendesha vifaa vya biometric kuwafunda, baada ya kula kiapo na kujitoa wanachama wa chama cha siasa pamoja na kiapo cha utunzaji siri: dumisheni weledi wa kazi, nidhamu ya kazi, kujituma bidii ya kazi, lakini pia na lugha nzuri kwa wateja wetu. Wateja wetu ni wapiga kura watakaojitokeza kwa ajili ya kuboresha au kuandikishwa au kutoa taarifa za kufuta taarifa za wapiga kura ambao wameshapoteza sifa za kuwa wapiga kura. Tuwe na lugha nzuri, lugha za staha lugha za heshima, lugha za ukarimu. Tuwe, tuwe, tuwe supportive, tuonyeshe ari ya kupenda kazi ambayo tunafanya, lakini kikubwa bidii, ili tuweze kufikia malengo tarajiwa vituoni. Najua mtafanya kazi na mawakala wa vyama vya siasa. Mafunzo haya yaliyoanza leo Machi 14 yatakamilika kesho Machi 15 2025, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam. Uboreshaji uliopangwa kufanyika kuanzia Machi 17 hadi 23 2025, kwa muda wa siku saba, ukiwa na kauli mbiu isemayo kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Kutoka hapa Dar es Salaam. Mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.